Baadhi ya biashara unapoanzisha mpaka kuja kupata faida inachukua muda kweli kweli. Sasa hapo inabidi uwe na viakiba vyako vya pesa, au sivyo hali inakuwa ngumu. Lakini ziko biashara unapoanza haupiti muda unakuta tayari unaanza kupata faida. Sasa leo nitazungumzia hizo biashara ambazo haichukui muda tangu unapoanzisha unapata faida. Kuna biashara kama saba hivi ambazo unakuwa na uhakika wa kupata angalau elfu ishirini kwa siku, kama ndio faida yako. Sasa hiyo ukizidisha kwa siku thelathini, utaona unapata karibu laki sita ambazo hizo ni faida kutokana na hiyo biashara. Sasa kaa nami mpaka mwisho, ni kuelezee hizo biashara. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. una ajira yoyote, yani hujaajiriwa serikalini wala kwenye shirika au hata kwenye kampuni binafsi, na hao ndio wanaoitwa hawana ajira, hii video ndio itakayokufaa kwa sababu unaweza ukaanzisha biashara yako na ukaanza kupata pesa. Najua wengi wanazungumzia masuala ya hawana elimu ya ujasiriamali, na wengine wanasema hawana mtaji. Sasa endelea kwangu, tunakueleza jinsi unavyoweza kupata elimu ya ujasiriamali lakini lakini hata hili swala la mtaji sio lazima uwe na mamilioni ya pesa ili uweze kuanzisha biashara. Kwa hiyo endelea kuangalia vipindi vyetu na utafaidika, na utajikuta umejiajiri na unaendelea ume na maisha yako ya kawaida. Sasa tuanze na biashara ya kwanza ambayo ni upikaji wa chakula na vitafunwa. Yaani vitafunwa, tunazungumzia vitu kama chapati, maandazi, sambusa na kadhalika. Sasa hii ikoje? Biashara ya kwanza ni upikaji wa chakula au vitafunwa. Hii haifi. Watu lazima wale. Unaweza kupika vitumbua, chapati, maandazi au hata chakula cha mchana na kuuza na kuuzia majirani au mafundi walioko jirani na kwako. Sasa hebu tuangalie faida. Ili upate faida ya elfu ishirini unahitaji kuuza sahani au vifurushi vyenye faida ya shilingi 500 mpaka elfu moja. Ukipata wateja ishirini hadi 40 tu kwa siku, tayari umeshapiga hesabu yako. Asubuhi ukiuza chapati hamsini kwa faida ya shilingi 400 kila moja, tayari una shilingi elfu ishirini yako ambayo iko mfukoni kabla ya saa 4 asubuhi. Biashara ya pili ni ya duka dogo, unaanzisha nyumbani kwako na huhitaji kuwa na labda fremu ya kupangisha na vitu kama hivyo. Ni duka tu dogo, na unauza vitu vidogo vidogo vya mahitaji ya kila siku. Sasa hii ikoje? Namba mbili ni duka dogo la nyumbani, au tunaweza kusema kibanda cha rejareja reja, au tuck shop hapa hatuzungumzii duka kubwa la jumla, nazungumzia vile vitu vidogo vidogo vinavyohitajika ghafla nyumbani: sukari, vocha, chumvi, sabuni na pipi. Sasa hebu tuangalie faida kwenye rejareja reja. Faida ni ndogo, wastani wa asilimia kumi mpaka ishirini. Hivyo hapa siri ni mzunguko. Ili upate faida ya elfu ishirini lazima uuze bidhaa za haraka sana. Ukijenga jina mtaani kwamba kwako hakukosi kitu, mauzo ya laki moja na nusu kwa siku yanakupa faida ya shilingi elfu ishirini au zaidi bila ya shida. Biashara ya tatu ni wakala wa miamala au wengine wanasema ya simu. Sasa hii nayo ikoje? Hii, hii biashara tatu ni wakala wa miamala au wakala wa fedha. Hii unaweza kuifanya dirishani kwako. Huduma za kuweka na kutoa pesa ni muhimu sana mtaani kwako. Sasa hebu tuangalie hesabu za faida. Kamisheni zinatofautiana, lakini tuseme wastani wa kamisheni ni shilingi mia mbili hadi elfu moja kwa muamala, kulingana na kiasi Ukihudumia watu ishirini hadi thelathini kwa siku wanaotoa na kuweka pesa, na ukijumlisha na faida ya kuuza luku na ving'amuzi hivyo, hiyo elfu ishirini inatimia mapema sana. ya yani, nne ni usindikaji wa vitu kama karanga, juisi na mafuta ya alizeti na kadhalika. Sasa hii ikoje? biashara nne ni usindikaji mdogo, yaani juisi, karanga, alizeti na kadhalika. Sasa hapa naongelea kutengeneza juisi za matunda, yaani rosera, ukwaju, passion na kadhalika, au kukaanga karanga na kufunga kwenye vifungashio vizuri. Sasa hebu tuangalie hesabu za faida. Chupa moja ya juisi ni ya milimita mia tatu inaweza kukupa faida ya shilingi mia tatu hadi mia tano Ukisambaza chupa arobaini tu kwa siku kwenye maduka ya jirani ya jirani na kwa watu wanaopita, hesabu yako imetimia. Karanga, karanga ndiyo rahisi sana bakti hamsini za jero za jerojero zinakutoa kimasomaso Namba tano ni biashara ya fundi cherehani. Wengi nafikiri wanaifahamu. Sasa hebu tuielezee hii ya fundi cherehani ikoje. Hii namba tano inahusu ushonaji, hasa marekebisho, yani repair: kufupisha suruali, kubana magauni au kuweka zipu. Hii inahitaji ujuzi kidogo lakini inalipa sana. Sasa hebu tuangalie hesabu zake za faida kupunguza suruali moja au kubadilisha zipu ni kati ya shilingi elfu mbili hadi elfu tano. Unahitaji wateja wa nne hadi sita tu kwa siku wa kufanya marekebisho yani repair, ili upate elfu ishirini yako. Hii ni biashara yenye nguvu kazi kubwa, lakini mtaji ni mdogo. Sita ni uuzaji wa mboga na matunda. Hii nayo ni biashara nzuri, hebu tuangalie hii namba sita, ni genge la nyumbani. Nunua bidhaa sokoni kwa jumla, kwa hapa Dar es Salaam ni maeneo ya Ilala, Mabibo na kadhalika, na uje uuze rejareja nyumbani. Watu wanapenda vitu fresh karibu na milango yao. Sasa hebu tuangalie hesabu ya faida. Fungu la nyanya au mboga lina faida nzuri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 Saba na mwisho inahusu huduma za kidijitali. Hapa mambo ya kidijitali yako vipi? Hii biashara ya saba ambayo ni ya mwisho inapendwa sana na vijana wasomi. Ni huduma ya kidijitali. Hapa naongelea kuandika CV, kusaidia wanafunzi wa vyuo kutype kazi, yani typing, graphic design ndogo ambazo ni ndogo, ndogo au hata kusimamia mitandao ya kijamii ya wafanyabiashara wengine sasa hesabu za faida ni kama ka, ni kama ifuatavyo kuandaa CV nzuri moja ni shilingi elfu kumi mpaka elfu kumi na tano ukipata wateja wawili tu kwa siku umemaliza kazi au ukipata kazi ya kutaipu yenye kurasa 20 hiyo ni pesa tasimu unayoweza kuingiza ukiwa umevaa bukta chumbani kwako. Mwisho, naomba usubscribe huduma zetu ili usikose kuona vipindi vyetu vinavyotangazwa na Tan Business Channel online television kila siku saa tatu ya usiku. Ukisubscribe utakuwa unapata message inayokueleza leo kipindi kiko kipindi gani, na pia tunakaribisha maswali. Uliza maswali ili tukupe ufana, ufafanuzi. na kati ya biashara nilizozielezea za leo, ipi imekuvutia sana na ipi unafikiri na changamoto? Niandikia hapo chini, alafu mimi nitawasiliana na wewe nikuelezee kuhusu kama umekutana na changamoto au kuna biashara imekuvutia huko, tayari kuanza hata kesho. Mimi ni mtangazaji wa kipindi, Ali Mwambola, asante na karibu tena kuanzisha biashara.